Tuangalie masuala yanayohusu elimu ya juu ambapo kamati ya bunge kuhusu elimu imeibua maswali kuhusu madeni ya kima cha shilingi bilioni 72.5 ya vyuo vikuu vya humu nchini. Kamati hiyo kadhalika imeitaka idara inayosimamia ya elimu ya juu kuwajibikia mikataba kati yake na wahadhiri wa vyuo vikuu katika bajeti ya mwaka wa kifedha 2025 na 26. Na kama anavyotuarifu Melita Ole Tenges, kamati hiyo ilitaka kujua sababu za kuongezwa kwa bajeti ya chuo kikuu cha Eldoret na kile cha Open ambazo zimetengewa pesa zaidi ya zilizohitaji katika makadirio ya bajeti. Taasisi za elimu ya juu nchini zinazongwa na sifa za kuwa na hadhi ya chini kutokana na ufukara unaoshuhudiwa katika vyuo vikuu. Deni la shilingi bilioni sabini na mbili nukta tano limelemaza shughuli za maendeleo na utendakazi katika vyuo vikuu vya umma vya humu nchini. uh, Jerusha is about to do. Kamati ya elimu bungeni hii leo ikiibua maswali kuhusu bajeti finyu inayotengewa vyuo vikuu wakati ambapo kuna changamoto si haba wabunge pia wametilia shaka mgao wa chini wa fedha zilizotengewa miradi inayoanzishwa ikilinganishwa na mgao wa juu zaidi kwa miradi ambayo inakaribia kukamilishwa. Miradi kumi na saba ambayo imefikia asilimia sabini imetengewa shilingi milioni mia tatu themanini ikilinganishwa na shilingi bilioni moja zinazohitajika huku miradi thelathini na tano iliyoanzishwa au kufikia asilimia thelathini na tano ikitengewa shilingi milioni 966 huku bilioni 22.9 t zikihitajika kukamilisha miradi hiyo. Kadhalika, wabunge hao wamezua tetesi kuhusu vyuo vikuu vya Eldoret na chuo kikuu cha Open University kuongezewa pesa zaidi ya walizohitaji katika makadirio ya bajeti. Why the disparity? like that one, well, you can be able to say that. The CFO walked into this this this meeting having not not gone through this document because you are are giving them a very very easy pass on this. Something is very wrong. We are not talking about 10 shillings. Pia wametaka wizara ya elimu kuzingatia pesa za mikopo kwa wanafunzi. They they have they have messages showing that you will receive this in their phones. But fiscally,